Hawazuii waongo kusema lakini anazuia wasikukamate. Naomba tena kujifunza namna Mungu, aina mbalimbali Mungu anazozitumia kutetea watu. Maana tunasoma Biblia na kwa kwamba kuna wakati Daniel alionyeshwa mambo makubwa mengine, mpaka leo hayajawahi kutoka, lakini hakuonyeshwa kwamba atatupwa kwenye tundu la simba. Mungu alifika ili ifanyike kwa shamb shambulizi la kushtukiza. Angalie uwezo wake wa kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Mm. Yeah. Alifunuliwa mambo makubwa sana yaliyotokea na mengine hayajatokea kama ni, lakini hakufunuliwa kwamba atatupa kwenye tumbo lazima. Hakufunuliwa kwamba kuna watu katika ofisi so, ya family ndani katika mawaziri watatu wanaongoza mawaziri mia moja na ishirini kuna mawaziri watatu wenzake wanaokaa ofisi moja, wanatafuta, wana sababu ya kumtengelezea tatizo. Kuna wakati mwingine shetani hajilav, anatafuta sababu wana sifii. Amen, jina la mwana, akina Shangra, akina Bede, Mungu hakuzuia kwamba wasikubwe kwenye tangu la moto, alichokifanya aliuzuia moto usiwaangamize amen. Mashujaa au imani, wakati Mungu <laughs> <laughs> aliruhushu huo uchawi kufikii, na kweli umeona dalili za kumwa. Lakini habari njema ni kwamba Mundu hajauruhushu huwo uchawi ukonau kwa hamizi naia, waliologa wanaamini ule uchawi haujawahi kumwacha mtu salama, ili iwe baada ya uweke wa wa wa uchawi wako kufikia wanaoamini, alafu uendelee kwa salama. Ilijulikana ya kwamba Mungu tuliyenaye yuko juu ya uchawi, yuko juu ya uganga, yuko juu ya matambiko, yuko juu ya lama, yuko juu ya mishini, yuko juu ya kila namna ya Mungu za kisi ufalme wa shetani utaipika kwa kishindo. Tutashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Bwana asifiwe. Wakafika kwa Elisha. Walipofika kwa Elisha, kuna mtu alikuwa anaitwa makofi.